Naam, hivi ndivyo hali ilivyo katika jiji la Dar es Salaam. Jiji limetulia kabisa, hakuna mtu yeyote anayezunguka zunguka katika viunga vya Kariakoo kuelekea mpaka Salenda. Hali ni shwari kabisa na pametulia. E, na kama jinsi livyotangazwa na serikali kwamba kama hautakuwa na shughuli zozote za muhimu za kukufanya uweze kutoka nyumbani, ni mara kumi ukakaa nyumbani. Nadhani wananchi wametii vizuri kabisa, naona kabisa jiji limetulia, hakuna mtu yeyote anayekatiza katiza mtaani. Na kama jinsi tunavyojua kwamba jiji la Dar es Salaam lina mzunguko wa watu wengi, lakini siku ya leo pamekuwa kimya kabisa katika mitaa yote ya viunga vya mkoa wa Dar es Salaam, jiji kuu la Tanzania. kutoka kama jinsi unavyojionea, hii ni Sniper TV.